Orodha kamili ya wale walioweza kuitwa kazini mwaka elfu mbili na ishirini na tano tayari yameweza kutoka, na hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe tatu mwezi wa 11 2024 na tarehe kumi mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na tano. Wasaili wowote waliofaulu usaili huu pakuwa barua yako katika akaunti yako ya ajira portal ili uweze kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa na unachotakiwa kufanya ni kuweza kuingia katika grupu letu la WhatsApp ili kuweza kudownload PDF hii na kuweza kuisoma vizuri, ili uweze kuona jina lako. Hapo kuna mamlaka ya ajira, kuna kada na kuna majina walioitwa kazini, kwa hiyo utaweza kuona jina lako. Kwa wewe ambaye umeitwa, hongera sana na kwa wewe ambaye haujaitwa usikate tamaa, omba tena nafasi zitakapotangazwa, kwa sababu ajira hizi zipo kila siku zinatoka. Kwa hiyo subiri wakati wako ufike, lakini cha muhimu sana share video hii kwa wengine, lakini pia bonyeza neno subscribe, like video hii ili uweze kupata update zote kuhusu ajira pamoja na elimu, lakini pia mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Majina ni mengi na kuna kada nyingi. Kwa hiyo ili uweze kusoma vizuri na kuikagua ili uweze kuona jina lako vizuri, join katika grupu letu la WhatsApp ili uweze kuichukua PDF hii na uweze kusoma jina lako. Na kama hujasubscribe channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, lakini pia share video hii na wengine. Asante na karibu.